Wanye tabia tofauti tofauti, koo zile changamoto ambazo unakuta utani utani fulani, kuna aina fulani ya utani. Nakua kama wasanii, sa mnapokua lon zile oga nazipenda sana, na ni kikaamda mrefu sana sijaingia location na najisikia kama nina deni fulani ya kuweza kuona furaha ya wasanii mbali mbalimbali ii Moyo TV na kwenye mwingine, mimi naitwa Omar Kasisa, lakini kwa jina maarufu naitwa Professor Makuga, yeah, na jina ambalo mafans wangu walitaka kunipa Eh, baada Makuga, eh, ko, ni kwa ya kutoa kazi ambayo nita Profesa Makuga, mashabiki wengi walitamani sana kuendeleza hilo jina ko, nikakubali kwa sababu ni sijui kuwakosea watu wao. Na kila jina lina maana, tungependa kufahamu maana ya Profesa Makuga, na kwa nini wakupangia jina hilo na lina maana gani na, yani ulifanya kitu gani hadi ikatokea wakakupanga Profesa Makuga? Maana profesa tukifahamu ni mtu sijui ana chenji cha uprofesa, e vipi nacho au vipi? Ah, mimi kama ninakubali kuitwa Profesa Makuga. Maana profesa ni mkufunzi ambaye labda ana elimu ya ziada, umeona, na mimi kiukweli nina taaluma nyingi sana, na kwa vile nina taaluma nyingi, ndo maana watu wanapendelea sana kupata kazi yangu, yani kupata huduma kutoka kwangu, kile nilichoweka kichwani. So kwa maana hiyo naitwa profesa sababu nina taaluma nyingi sana kichwani, lakini pia Makuga ni mtu ambaye ana muono wa mbali ya, k kwa, nikisema kwamba mimi naitwa okay, kwa si okay, yeah, yeah, na, Profesa Makuga ni mtu mwenye taaluma lakini pia ninayeona mbali. Hiyo ndo maana halisi ya jina hilo Profesa Makuga. Lakini japokuwa si kwenye idara zote lakini baadhi ya vyeti ninavyo, vinaruhusu kukubali kabisa jina hilo. Ndo mimi. Na, na, okay. Na Profesa Makuga tukiachana na mambo ya sanaa anajishughulisha na kitu gani? Profesa Makuga tukiachana na mambo ya sanaa, Profesa Makuga ni mwalimu e, lakini pia Profesa Makuga ni ya, ni mwelimishaji rika ko, ndio maana anasema kwamba yeye ni profesa. Okay, na tukiangalia kwenye sanaa Profesa Makuga anasimamia ng'ambo gani labda? E, kwenye sanaa Profesa Makuga ni, ni, ni, ni msanii director, yani actor director ko upande wa sanaa ndo niko hivyo, nafundisha sanaa ninacheza, lakini pia nina direct yani kama vile mkurugenzi wa sanaa okay, na Profesa Makuga kwenye kazi ya sanaa alianza mda gani ku direct? Ni muda mrefu sana takriban ni miaka kumi na tisa hivi kama sijakosea, maana ameanza kazi zake akiwa mdogo sana, akiwa bado anasoma shule ya msingi, lakini pia akaenda shule ya sekondari, akaendelea na hiyo kazi ya sanaa mwisho wa siku akapenda, na ikabidi akabi, kwamba kupanda viwango fulani sio muda mfupi wala jana wala leo, hapana, ni kitambo sana. Na tukielekea kitambo, ni kitu gani ambacho kilinishawishi Profesa Makuga kuingia kwenye sanaa na kuanza kuigiza na kudirect. Kwanza Profesa Makuga alijitambua. Unajua ukiishi, unajitambua, unajifahamu kwamba mimi nina kitu fulani ndani yangu. Lazima uweze kuishi nije kwa, kwa ndoto hizo. Hizo ni ndoto. Ndoto yangu mimi ilikuwa ni kwamba labda one day nije kuwa kama hivyo nilivyo sawa au zaidi ya hapa nilipo nilipofika. E, na kwa vile nilikuwa na ndoto, ndo maana nilivyoanza kuiona inafanya kazi ndani yangu mm, nikabidi nikubali moja kwa moja. Hiyo ndio ilionishawishi. Na profesa Makuga kwenye kazi yake anafuatilia mambo gani? Labda ana mudo ambaye anafuatilia kazi zake ili naye azidi kuongeza viwango vyake? Wapo wengi, lakini kwa sasa hivi nina mtu mmoja ambaye labda anaitwa Joram Kumbi. Joram Kumbi yeye sio msanii lakini yeye ni mtu ambaye anaelimisha sana jamii kwa unamfuatilia sana, lakini katika upande wa sanaa nipo na mtu ambaye anaitwa eh, Madebilidai. Huyo ni mtongo wa karibu sana ambaye sometimes nafuatilia sana nyayo zake, mambo kama hayo. Uh, tukiangalia mafanikio ya Profesa Makuga kuanzia zamani hadi kwa sasa kwenye sanaa ni mafanikio gani ambayo ameyapata na, uh, tukiangalia kwenye jamii, na ni kitu gani ambacho amejijengea kwenye jamii kulingana na kazi yake ambayo anaifanya? kwenye jamii profesa Makuga amejengewa sana uaminifu. Ya kwanza jamii imemkubali ikampokea, na inatamani sana kuweza kuwa karibu naye sana eh, lakini pia katika mafanikio binafsi, hasa katika hali ya maisha profesa Makuga hajafanya chochote kile eh, kwa sababu eh, alikuwa amejiajiri baada ya kupata sapoti kutoka kwa management fulani lakini hiyo management ikawa imeingia mkenge, yani kaingia mtini, mambo yakawa yameenda tofauti. Ko, Profesa Makuga akukata tamaa kwenye maswala ya maisha ni, eh, kwenye sanaa Profesa Makuga aliweza kuoa kupitia sanaa, kajenga maisha yake, familia yake kupitia hiyo sanaa. So ni faida nyingi ambazo Profesa Makuga alizipata e, eh, lakini hata hivyo Profesa Makuga ni mtu ambao yuko free hayupo chini ya management yoyote ile ya, ni mtu ambaye labda anachukuliwa wanahitaji huduma zake, wanamuona wanapiga kazi, anabaki nyumbani, yani ni own eh, management yani najikondoa mwenyewe. Na ni kitu gani ambacho profesa Makuga hawezi akakisawa ambacho alipitia kwenye sanaa, labda kuna tukio ambalo alilipata kwenye sanaa au alilifanya kwenye sanaa? Ah, kwanza kukutanishwa na jamii aina nyingi sana, watu wa aina mbalimbali, hilo ni jambo ambalo nilipenda sana pia siwezi kusahau kwamba ukiwa kwenye sanaa unakutana na watu wengi wenye tabia tofauti tofauti. okay. utani, utani, okay. okay. Uh, na hivi, ni msanii gani hapa kwetu ambaye huwa unapendelea kuangalia kazi zake na unapendelea kufanya naye kazi mara nyingi? Mimi wote nawapenda, wote nawapenda kwa sababu kama mimi kama profesa ni mezalisha wasanii wengi yani, nimezalisha wasanii wengi lakini, pia wapo wasanii wengi ambao mm, sijawazalisha ambao pia wanafanya vizuri. Kwa napoona mtu kafanikiwa kwenye sanaa furahi nafurahi na, e, na napenda kufuatilia kazi za wasanii wote. Mimi, uki, ukitaka, uki, kujua watu ambao nafuatilia kazi za kila msanii hapa kambini kwa mazingira ya kambi. Mimi nafuatilia kazi za watu wote bila kubagua. Kwa hiyo siwezi kumpa mtu yeyote kipaumbele kwamba huyu ndo nimemweka bora sana, maana nikifanya hivyo nitakuwa nimewatenga wale wengine ambao labda wanahitaji huduma kutoka kwangu au kutaka support kutoka kwangu. Lakini pia wapo watu ambao wako vizuri, ambao labda hata kama unaona ni team kwenye timu kuna mtu anategemewa sana e. Na ukiangalia kwenye sanaa ya kambi kuna watu ambao labda ni mfano ambao labda wanapaswa waigwe, eh, hasa ukiangalia kwa watu wazima, maana ni wapo kwenye sekta, wapo watu wazima, nikiwa na maana kwamba baba au mama. Watu wazima wapo vijana, lakini pia wapo watoto. <coughs> sijui umeona hilo? Kwa mimi kwa upande wa watu wazima kuna mtu ambaye anaitwa Nyanga namkubali, e, napenda kazi yake yupo vizuri Yeah, lakini pia kuna mama anaitwa Maua yupo vizuri pia eh, lakini kwa vijana namuona yupo Bwana Kilozo okay. Yeah, Kilozo wanamwita sana Elocho ujamaa yupo vizuri eh, yupo jamaa fulani naye yule nani yule ah, jina limeruka, na yupo vizuri, ukiangalia kama vile ndio watu kama vile wanapambana fulani hivi eh, ko na wakubali hao. E, lakini pia wale wa underground wapo ambao walitakiwa wapate tuzo za chipukizi bora na wasanii wachanga walioinuka. Wapo wasanii wengi e, wapo wakina Steve, ya, nawakubali kazi zao, ko niseme kwamba wote nawapenda na, na, okay. Uh, tukiogog... na ni changamoto gani ambayo inamkumba sana Profesa Makuga kwenye kazi yake ya sanaa kuanzia kitambo hadi kwa sasa? Changamoto ni moja, changamoto ni kwamba watu wanapenda maslahi yao. Uh, maslahi yao. Na, unajua hizi ni kazi. Na, hakuna anayefanya kazi asiihitaji kwamba upate kitu fulani labda eh, lakini pia kufanya kazi kwa moyo ni vizuri. Ukifanya kazi pasipo kutegemea kulipwa ni vizuri zaidi. Lakini pia ujue kwamba una familia, unatakiwa ufanye kazi ili upate angalau. Sasa changamoto zinakuja aje? Changamoto zinakuja mtu anakutaka kazi au maybe anataka kwamba apate sapoti yako akumeneji lakini after time akipata viewers wa kutosha kwenye channel, anapotea. Sasa hizo ni changamoto ambao sio kwangu binafsi, na nafikiri imekuwa ni kama common kwa watu wengi, sana walalamikia hilo. Wapo wanao manage watu wao na wanaendelea kumudu kwenye kazi wakiwa na management fulani, lakini wapo mameneja wengine ambao akifanikisha tu eh, malengo yake, kwamba mimi nataka kwamba viewers, nipate viewers wengi kwenye channel yangu, au subscribers wengi kwenye channel yangu, nikimtumia huyu mtu watapatikana, anamtumia akiwapata huyu mtu anapotea, anaachana nawe. Kwa hizo ni changamoto ambazo kweli zinasumbua sana hata sanaa yetu kwa yeah. Yeah. kama ni kitu gani ambacho nacho labda ni meneja gani ambayo shagakutana naye akakufanyia vitu kama nahhauwngine aamba kwamba mameneja wapo wengi, management zipo nyingi, lakini pia wajaribu kuangalia ni, ni jinsi gani wanaweza wana, kuwa wana, wanakuza mambo yao, lakini pia kukuza wale watu wenye mahitaji. Kwa mfano wewe unaweza kuwa na kipaji afu ukatamani kukua, lakini mimi ninahitaji kwako viewers, wewe unahitaji kwangu pesa. Umeshaona hivyo vitu eh? Kwa mimi nikikufanyia kazi wewe, nikikuinua wewe, umetoka umetoka. Lakini wewe pia unatakiwa nifanyie mimi kazi, ili ngalo channel yangu fanye nini, izae, kwa sababu mimi napata. Na baada ya kutoa kwao, nafikiri hayo ndio ningetaka ni niaseme kulingana na hilo na kitu gani ambacho nawezo kuwashauri watu wenye tabia kama na hizo, mameneja ma ambao wanafanya figizo za namna hiyo na, na, na labda, uh, ni kwamba uk, ukifanya wema fanya wema tu pasana kutegemea kulipwa ya okay. Ikiona uh, nataka kuwa na moyo wa, wa kusaidia saidia pasana kutegemea kufanya nini kulipwa. Hilo ni kwamba tunatakiwa tutegemeane tu, tu, mimi okay. Nazinekwa na pesa lakini pesa ikakosa watu kuwa na, na watu tukiangalia kwenye sanaa eh, hapa kwetu Nyarugusu comedian wengi ndo wanaenda viral kuliko waigizaji. Na hiyo kitu inasababishwa kwa nini? Labda natupa pale pale kwenye management ah, wasanii ambao ni comedian wao Comedian anaweza kufanya kazi peke yake. Sawa. Naweza hapa, hapa, nikaanza comedy na nikitupa mtandaoni watu wanapenda. Sawa. Lakini serious inahitaji mtu zaidi ya mmoja. Sawa. Sasa unakuta manager yeye ana budget ya njaa, mfano tuseme kwa, kwa lugha hiyo labda ya njaa au ni mgumu, ana mkono ule wa birika hataki kutoa. So kazi ya sanaa ya, ya, ya hii serious inahitaji zaidi ya mmoja kama nilivyozungumza, ukitoa tu story yako utapata mtu zaidi ya mmoja ukitoa ya peke yako, si, si dhani inawezekana. Maisha ni marefu lakini mali nyingi sana. Serious inatakiwa iwe na zaidi ya, ya mtu mmoja. Sasa kama manager wewe unajali tu una, kuna pesa ulifanya na comedian akakomba, kwa mfano nachukulia, imagine tuchukue mfano kama akakomba laki ndo comedian sasa, ukifika kwa mtu wa serious anakomba laki tatu, sema mbona hela nyingi sana mbona mimi nilifanya kazi na fulani ilikuwa ni laki. Sasa hiyo ndo ina shida hiyo, ni changamoto lakini pia serious ina hitaji location nyingi na kazi kitaji lokeshen nyingi inahitaji baadhi ya watu wengi, bajeti kubwa, kuna kula, kuna kuvaa, kuna malipo ya madirekto, yani wale madop, yani ikiwa na mapa, kwa maana nyingine, makameraman, maedita, yale wote unawalipa. Lakini sasa, comedian unaweza ukamlipa yeye, au kumaneji yeye, ukamlipa tu nani shuta, mambo yameisha. Lakini sasa hii hapa sirias, sisi unaenda, unaenda mbali zaidi kidogo E, eh, upate watu usajili, watu ukiwasajili watu zaidi ya watano tayari ni hela nyingi, hata kama kila mtu utampa shilingi elfu kumi na tano au elfu kumi alafu malipo yako, alafu malipo ya shuta, alafu kula, umona inachukua baadhi ya pesa ko, huo ndio utofauti uliopo kati ya comedian na serious. Eh, kwa ma, ma, ma, ma manaja wao wasijaribu kuangalia hilo, wajaribu kutoa. Ushauri wangu mimi ni kwamba waelewe nini wanakifanya Ukielewa nini unakifanya uwezi kuangaika, lakini kaweza, kujiingiza, kufeli. Okay. Vitu kama hivyo, okay. Pia, kama kuna jitokeza meneja anataka afanye kazi na Profesa Makuga kama sijakosea hivi yes, ni kitu gani ambacho anapaswa azingatie kwenye kitu chake, labda kwenye kazi yake, ni vigezo gani ambavyo anapaswa awe navyo ili afanye kazi na Profesa? Uh, kufanya kazi na Profesa kwanza anatakiwa aelewe anafanya kazi, okay. Sawa, aelewe kwamba hiki nakifanya mimi, nipo serious kwamba nakifanya kitu kama hiki, akielewa ilo. Lakini pia ani, a, aende kwenye swala la mkataba, okay. E, kwamba tunafanya mkataba, je ni mwaka ni miaka miwili au ni mkataba wa kudumu, okay. Ukielewa hilo, utakuwa una changamoto, kwa sababu anatakiwa elewe katika, ku, katika ku, kufanya kazi hizi za serious, mtu anaweza asijue kutoa story akainunua story mtu anaweza asijui kupiga, kupiga beat za melodi zile beat zile, lazima uende studio. Umeona, unaitaji kuhitaji kuimba wewe ujui kuimba, utamhitaji anaijua kuimba akuingizie wimbo studio, na ukiingia studio uingii bure. Umeona, unataka mtu ambaye labda ana mwonekano mzuri kwamba apresent movie yako kwa mwonekano, yani appearance eh, apendezeshe kazi yako hutompa bure kwao, akielewa kwamba tunafanya kazi, ategemea kwamba ili kazi ifanyike vizuri, lazima utoe vizuri. Hilo okay tu ndo ningetaka kushauri. Na ni kazi gani ambayo Profesa Ashaga ifanya? Ya Ashaga fanya kazi nyingi, ila ni kazi gani ambayo upendwa kwake, na ni kazi gani ambayo ni kubwa kwako ambayo Ashaga fanya na ikaenda viral mtandaoni? Uh, nilifanya kazi nyingi sana lakini kuna kazi ambayo nilifanya ikaja kupinduliwa baadaye ilikuwa ni usinihukumu kisa token, nimecheza na Bwana Jackson yeah. E, ile kazi ilienda sana kwa kipindi kile ili trend na ikazidi kabisa ikafunika, lakini ilikuja baadaye ikaja kutolewa kazi ambayo inaitwa Profesa Makuga, ambao kulingana na maandalizi e, na gisi watu walivyosema kwenye kazi ile e, ilienda vizuri kwao. Niseme kwamba ile Profesa Makuga bado ni kazi ambao hadi sasa hivi watu wananisumbua kutoa season 2 kwao. E, wa nafikiri hilo niseme kwamba nilifuatiliwa kwa umakini zaidi sana na ni kazi ambayo bado ipo, yani tuseme kwamba ipo kwenye mass like. Yani, ipo kwenye trending kabisa kulingana na kazi ambayo nilizifanya, yes. Uh, tukiangalia kwenye Professor Makuga uh, tukiangalia kuna Elocho ambaye anajiita Mr. Apito, na ni kitu gani ambacho ulizingatia sana kwenye movie ile hadi kaelekea viral namna ile ya? yeah, kwanza utulivu eh, kwa sababu ukiangalia tasnia ya kambi au mazingira yetu hapa mkoani Kigoma. Mara nyingi sana watu wengi wanacheza movie ambazo zinakuwa za mazingira haya e, lakini sasa ukitulia ukacheza mazingira kwamba kila mtu anaweza kaona na kafutilia kwa utulivu, unafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo kinilichozingatia mimi kwanza ni utulivu wa wasanii e, lakini pia mazingira, kwamba mazingira ni ruhusu kufanya kazi nikiwa nimetulia maana kuna kazi zingine ukizisikia unakuta kuna kelele za watu, mfano watu wanashangilia wanakuja wana, kukuzubaa wana mbele ya kamera. Sasa hiyo inapoteza yani, umakini hata wa wasanii. Kwa hiyo nilizingatia kwamba nitengeneze kwanza mazingira ya utulivu, lakini pia utulivu wa akili na mwili wa wasanii. Pia hilo lilifanya kwamba ile kazi niifanywe kwa ufasaha zaidi yeah, lakini pia katika uandaaji, kutengeneza skripti uh, pia zilitengenezwa kwa, kwa, kwa mazingira ya kwamba ili mtu akizifanyia kazi azifanyia kazi na mtu akizisikia basi aipende vitu kama hivyo. na ni aina gani ya movie ambayo professor anapendelea ana, ana sana ku direct? Kuna aina ya love, kuna aina ya magang, kuna aina ya school. Hivi ni aina gani ambayo unaipendelea ku direct wewe kama professor? Mimi napendelea zote, maana movie pekee au story pekee ambayo sijawahi mimi kama mimi ku direct ni action tu, okay. eh, Action, yani story yote inayohusu inayohusu action. Sijawahi ku direct story kama hiyo. Kwa nikipata mtu anaweza kaniweka chini na kunipa angalau ushauri kulingana na hilo, naweze nikafanyia kazi. Lakini nitakuwa bado mwanafunzi kwa yule aliiandaa mapema sana, kwa sijafanya so, kama hiyo. Lakini zingine zote kita, za mapenzi, za shule, za, za, za kichawi Uh, zote naweza napendelea zote kwa sababu hizo ni kazi zangu. Okay. Uh, na tukielekea kumalizia, tungependa profesa utuambie neno moja la kumalizia kuhusiana na sanaa yetu hapa Nyarugusu. Ni kitu gani ambacho inabidi tuzingatie ili sanaa yetu inuke? Kwanza wasanii wa, wazingatie. Msanii msanii tu, msanii, ni msanii ko ukitaka kuwa tena direkta ndo pale sana ina dumaa, kwa sababu kuna mtu akipata management anaona kwamba yeye anaweza kukusanya kundi, umeona eh? Anaweza kukusanya kundi kwa sababu tayari ana ujuzi kwamba sana, ukimwambia action au pause, cut anaelewa kwamba hiyo ndo kazi, lakini kuna vitu zaidi ya, ya hivi tulivyovitaja kwa kuzingatia nafasi yake director, zingatia nafasi yake manager, zingatia nafasi yake. Hiyo tu, kila mmoja kiheshimu nafasi yake, naamini kwamba sanaa ya, ya kambi hata tuseme ya mkoa hata Tanzania, Afrika na dunia nzima inaweza na juu zaidi. Kitu ambacho kimekuwa gumzo sana mtandaoni ni kwamba wasanii wengi wapa kwetu wa movie wanaenda nje ya mila na hicho kitu kimekuwa sana gumzo, sijui unaweza ukakiongeleaje wewe kama Profesa, mm, ukiwa na maana gani unaposema mila? Maana ukiangalia kuna mila na desturi za watu na jamii, kuna kabila fulani tuseme, mfano ukienda muha mua ukimchukua na mbembe afu ukimchukua na mushi au ukichukua sijui makonde au Msukuma, utakuta watu wana mila tofauti. Sasa msanii kama msanii, yeye anatakiwa awe ni mwelimishaji rika Umona, akiwa ni mwelimishaji rika lazima azingatie kote kote, anagusa idara zote. so, akienda nje ya mila akiwa ameenda tu kuvunja masuala yani maadili sawa, hapo ndo anakosea. Lakini akiwa amesimama anaweza kutoka, bado akatoka kwenye mila za Kifulero akiingia kwenye mila za Kibembe mfano, bado hajatoka umona, kwa sababu msanii kazi yake ni kuelimisha, kufundisha, kufurahisha au kuburudisha. Hivyo vitu vitatu. Sasa akitoka nje ya hivyo vitu vitatu tunatakiwa tuweke mashaka ndani yake, ya, yes, sijui sasa hiyo mila uliyosema wewe ilikuwa na maana gani? Wameanza kuharibu maadili ukiwa na maana ya maadili, au wamevunja mila na ni mila ipi? La, mfano wapo hapo kwa maadili, hapo kwenye maadili. Na tutambue tupo kwenye ulimwengu ambao umechafukwa na watu wengi wanatumia nguvu za shetani, na ukiangalia kuna watu ambao ni mawakala wa shetani ambao labda ili afanye vizuri lazima afanye ushetani fulani. Na hata ukiangalia leo, ukijaribu kutoa hata kazi, ukitoa kazi yako ukiwa umetoa kazi ya maadili sana, watu waifuatilie, lakini ukitoa kazi ambayo ina ukosefu, upotofu wa maadili, watu wanafuatilia. Ni kama hata waimbaji akiimba ovyo ovyo, watu wanafuatilia sana na wanatrendisha, lakini ukiimba kwa heshima, heshima fulani, unakwambia enda kanisani kaimbe kwaya. Umeona kwa ubaya siku hizi ni, ni wenye kupendwa sana kuliko nini uzuri. Kwa hiyo wale wanaofanya hayo tuwape muda lakini sio kila anayefanya hayo ni msanii. Sawa, kuna watu waliojiingiza kwenye sanaa ili kuja kuchafua sanaa. Okay. E, maana wanasema msanii ni kioo, e, lakini sasa kuna vioo vingine vinapindisha sura ya mtu, e, sasa huyo mtu aliyekuja kujiita ni msanii eti ni kioo, basi tutaweka mashaka ni kioo cha pikipiki au ni kioo cha wapi? Maana ukijiangalia kwenye kioo ya pikipiki piki, utakuta sura yako inakuwa tofauti, si ndio? ya Basi utakuwa ni kioo, lakini tutajua huyu ni mwenye kupinda mambo kama hayo. Tukielekea kumalizia, tungependa uambie mashabiki wa Profesa na mashabiki wa Tajiri wa Moyo TV neno moja la kumalizia. Ah, niseme kwamba tusapotiane, lakini pia tusikose kufuatilia Moyo TV okay. kwa sababu izidi kuchana mawimbi yeah. Eh, lakini kwa kumaliza zaidi yeah. ya la kucha usipeleke shoka, na la shoka usipeleke kucha, wagado usipeleke kucha gado wa ufaki langu jina profesa makuga asante. Okay, ulikuwa nami okay. Omar Mustafa na hapa ni tajiri wa Moto TV na nyuma kamera simu nyingine ni Mr. Niga Mani. Kama ni the first time kuingia kwenye, kwenye channel yetu ya Tajiri wa Moto TV, fanya subscribe, like na comment, ili waanza kupata update zetu kila siku.